Bwana Yesu asifiwe. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Mpigie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. E, kwa Yesu ni raha. Bwana Yesu asifiwe. Jamani kwa Yesu ni raha sana. E, ukiokoka raha sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwambie jirani yako kwa Yesu raha sana. E, inapendeza sana tukiwa kwa Yesu. Hebu tumshangilie tena Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Mungu awabariki sana. Uh, basi wakati huu bila kupoteza muda tunaye mhubiri mzuri kabisa, mhubiri wa kimataifa. Sema mhubiri wa kimataifa eh, Bwana amempaka mafuta o. Naomba tu, tusogee, tumekaa mbali sana, tumetawanyika sana naomba tujaze viti vya hapa, tu, tujaze viti vya hapa, tusogee, tujaze viti vya vya vya hapa hapa hapa tujaze tujaze tusogee, tumetawanyika sana, tumeacha mapengo tujaze viti, tujaze viti viti kabisa, tusogee mbele. Naomba tusogee mbele, kule nyuma tuache tu wale wenye watoto, ila wengine wote Yaani, hakikisha viti vinajaa, vinajaa, sogea, tusogee, tusogee, usiache kiti kikiwa wazi, ili mhubiri anaposimama atuone vizuri. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele hey! Uh, wiki hili wiki hili la vijana au huu mwaka huu tuna kauli mbiu inayosemaje? Ehe, kauli mbiu yetu inasemaje? E, kauli mbiu yetu inasema hivi kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Sasa hiyo kauli mbiu sio ya kwetu tu vijana, ni ya wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kauli mbiu yetu inasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Hebu jaribu kuongea kwanza, sema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Ehe, yale yote ambayo unaona Mungu anashindwa, atashindwa mwanadamu? Hawezi, Mungu anaweza. Kwa kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele wakati huo mhubiri wetu anapokuja, anapokuja mhubiri wetu, naomba mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele, piga makofi na vigelegele kwa ajili ya mhubiri wetu. Shangilie Bwana Yesu jamani, haya makofi tunayopiga tunapiga makofi hata kama ya labda ya mjumbe wa serikali, nimesema tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele hey, ndo maana yake hiyo. Tulifundishwa namna ya kupiga makofi, wangapi wanakumbuka? Tulifundishwa namna ya kupiga makofi, nani anakumbuka? Hebu tujaribu kupiga makofi yale, moja mbili tatu Tunaambia tulisema tunapopiga makofi huku unazungumza neno. Unatamka jambo. Eh, hey, tumesema tuna kauli mbiu unasema kwa msaada wa Bwana tutatenda makuu. Kwa hiyo unapo unapo unapopiga makofi, tamka neno. Tuna kauli mbiu unasema kwa msaada wa Bwana tutatenda makuu. Kwa hiyo unapopiga makofi, tamka neno, sema neno na hilo neno Mungu atalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumshangilie tena Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Amina. Mungu awabariki sana. Karibu mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Haleluya! Mna furaha? Mna furaha jamani? Mbona kama mmenuna? Amina. Ndugu mchungaji kiongozi, mama mchungaji Wachungaji wa saidizi na na kanisa kwa ujumla na wasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Cha kwanza kabisa nipende kumshukuru mchungaji. Asante sana kwa nafasi ya upendeleo ya kubizi vijana madhabahu katika wiki letu ili tupate kuhudumia kuhudumia kanisa. Ni nafasi ya kipekee, nafasi ya kiupendeleo vijana, tunashukuru sana, tunathamini. Mungu akubariki. Amen. Kanisa ili wiki yote ni wiki letu vijana. Kwa hiyo andaeni mioyo yenu kwa ajili ya kuhudumiwa na vijana. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wako lazima uwe tayari ili kupokea kile kitu ambacho Mungu amekiandaa katika wiki hili. Cha kwanza ni moyo wako uwe tayari Bwana Yesu asifiwe. Kama moyo wako hauko tayari kupokea, wiki hili utaondoka kapa. Bwana Yesu asifiwe. Utaondoka bila chochote. Na hautatulaumu vijana kwa sababu tumeleta kile ambacho tumekiwakilisha usikopokea, ni wewe binafsi, tatizo ni la kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo itokuwa la kwetu tena, ni la kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen basi, kwa sio nifahamu, naitwa Maria Mihayo, ni mtoto wa mahali hapa, na leo imempendeza Mungu kusimama katika wiki la vijana kuwahudumia. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu ukapokee na mimi nipokee pia. Bwana Yesu asifiwe kwa sababu tuko mahali hapa wote kujifunza. Bwana Yesu asifiwe! Unavyopokea we na mimi, napokea hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe! Napenda darasa langu liwe la interactive, tunaongea na kuuliza maswali, unanijibu. Bwana Yesu asifiwe, linakuwa ni darasa zuri. Amen. Basi bila kupoteza muda, naomba nifungue ibada yetu kwa maombi. Tufumbe macho tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, wewe unayeketi mahali pa juu palipoinuka patakatifu patakatifu pako mtoto wako, tumekusanyika jioni ya leo jumatano ya majira ya saa kumi jioni. Tumekutanika mahali hapa kujifunza kutoka kwako Mwokozi, tunauliza uwepo wako mahali hapa hapa. Roho wako Mtakatifu akatawale akafunike nyumba hii sawasawa na mapenzi yako, ukatuhudumie Bwana. Mioyo yetu jioni ya leo iko na shauku ya kuhudumiwa na wewe, ukamwonekanie kila mmoja mmoja atakayesikia neno hili akapokee sawasawa na uhitaji wake sawa sawa na mapenzi yako nami mtumishi wako najiachilia mikononi mwako nauliza maarifa utokayo kwako ukanielekeza ukanifundisha nikanene sawasawa na mapenzi yako katika jina la yesu nikiomba na kuamini amen bwana yesu asifiwe mwenyekiti wangu hapa amenisaidia kusema kauli mbiu yetu kauli mbiu yetu ni kwa msaada wa mungu tutatenda makuu amen mimi binafsi najisikia kufarijika. Ukisikia tu neno kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Najisikia kutiwa nguvu. Najisikia kuimarishwa, Bwana Yesu asifiwe. Najisikia kuinuka, Bwana Yesu asifiwe. Sijui wewe mwenzangu unajisikiaje. Unaweza ukashia na mimi, unajisikiaje? Nikikwambia mama Lema kwa msaada wa Mungu utatenda makuu. Unajisikiaje? Pata nguvu, si ndivyo? Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu ni neno la faraja ni neno la kuinuliwa, ni neno la kunyanyuliwa, hatua kupelekwa sehemu nyingine. Kama kuna sehemu unajisikia kwamba hapa nimefika kikomo, leo Daudi anatukumbusha kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Liko tumaini katika kupata msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wa Mungu ni tofauti na msaada wa binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza kuwa ni shuhuda, binadamu wangapi wamekusaidia? Misaada yao imefikia wapi? Bwana Yesu asifiwe misaada imefika wapi? Eti misaada imefika wapi? Jamani, ushai kusaidiwa na Mungu? Amen, ushai kusaidiwa na Mungu. Hata kama huwezi kusema hapa lakini, wewe ni shuhuda kwamba vile Mungu amekusaidia ile feeling loipata baada ya kusaidiwa na yeye haielezeki. Bwana Yesu asifiwe, haitafsiriki Basi somo letu la leo itatoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 60 na ule mstari wa kumi na mbili. Somo letu la leo lipo katika andiko hilo Zaburi sura ya 60 mstari wa kumi na mbili. Amen, nitasoma kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu lipo katika Zaburi sura ya 60 mstari wa kumi na mbili, a ambayo nasema baada msaada wa Mungu tutatenda makuu. Bwana Yesu asifiwe, haya si maneno ya Maria, si maneno ya Oswald, wala si maneno ya mchungaji Mtui. Bwana Yesu asifiwe, ni maneno ambayo ametoka katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe inatuambia kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makubwa na Yesu asifiwe. Eh, mimi na wewe labda tunaweza tukawa tunajiuliza. Je, huyu mtu aliyeandika hapa alifikia katika hatua gani? Kwa sababu naamini haikuwa tu, haikuwa tu from no ya kwamba akaandika kwa msaada wa Mungu tutatenda makubwa na Yesu asifiwe. Lazima kuna kitu kilichochea, si ndivyo? Kuna kitu alikiona, kuna kitu alikipata, si ndivyo? Akaja kusema kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makubwa ili tupate hiyo picha nzuri, hem turudi kwanza tusome hii sura ya sitini yote, ili tuielewe kwa nini huyu mtu alisema kwa msaada wa Mungu utatenda makubwa na Yesu asifiwe. Ili kuwaje, kuwaje? Tasoma: ee Mungu umetutupa na kututawanya, umekuwa na hasira, uturudishe tena. Umetetemesha nchi na kuipasua, upaponye palipobomoka, maana natikisika. Umewaonyesha watu wako mazito, na kutunywesha mvinyo ya kutiumbisha. Umewapa wakuogopao bendera, ili itweke kwa ajili ya kweli, ili wapenzi wako waopolewe, uokoe kwa mfano wako wa kuume, utuitikie. Mungu amenena kwa utakatifu wake, Mungu amenena kwa utakatifu wake, nami nitashangilia, nitaigawanya Shekemu, nitalipima bonde la Sukosi. Gileadi ni yangu na Manase ni yangu, na Efraimu ni nguvu ya kichwa changu Yuda ni fimbo yangu ya kifalme, Moabu ni bakuli langu la kunawia, nitamtupia Edomu kiatu changu, na kumpiga Filisti kelele za vita. Ni nani atakayenipeleka hata mji wenye boma? Ni nani atakayeniongoza hata Edomu? E Mungu, si wewe uliyetutupa? Wala e Mungu hutoki kwa majeshi yetu. Utuletee msaada juu ya mtesi, maana wokovu wa binadamu haufai. Umeona hapo? Au mjaona kama mimi simeona? Maana wokovu wa binadamu haufai, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Bwana Yesu so asifiwe. Hii ni zaburi nzuri sana, nzuri sana au nyewe mmejisikiaje kuisoma? Mi najisikia vizuri. Sasa tumjue huyu mtu aliyeandika izaburi. Kwanza huyu mtu ni nani? Bwana Yesu so asifiwe. Aliandika hii zaburi alikuwa ni Daudi. Sio? Tunamfahamu Daudi jamani, tunamfahamu Daudi. Nataka darasa lenye ushirikiano. Daudi, jamani, mna kwa mna, mtu nikipunga ndio unapunga. Unamfahamu Daudi, wote tunamfahamu huyu. Alikuwa ni kijana wa mwisho wa mzee Yese. Tuseme labda katika familia yangu leo hii Daudi angekuwa ni Martha. Sema Martha ni wakike kwa mfano wa kibinadamu alikuwa ni mtoto wa mwisho wa Yese. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana alijua kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alimtegemea Mungu katika kila pointi ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama leo hii kuna mtu wa kujifunza jinsi ya kumtegemea Mungu kwenye kila jambo lako, mchukue Daudi, itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Alijua kutembea na Mungu, alijua kumshirikisha Mungu katika mambo yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Em, sijajua si, si, nimejaribu kusoma, labda sijamaliza kote lakini kwa nilivyosoma sijaona mahali ambapo hakumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikopita pita kwenye kusoma sijaona mahali ambapo Daudi hakumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ipo basi itakuwa sijapitia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimeona kwamba amemtegemea Mungu katika mambo yake yote. Hem, tuanze kwanza wakati anampiga Goliath, lile jitu lililopanda hewani. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye Sauli na majeshi yake yote na silaha zake zote alitetemeka la akaogopa, lakini Daudi kijana mdogo kijana mdogo alimpiga. Unafikiri kwa nguvu zake eh? Unafikiri aliweza? Ungekuwa wewe ungeweza? Eti hata mimi ningeshindwa, kusema ukweli, kwa nguvu zangu binafsi nisingeweza. Ila huyu kijana aliweza. Aliwezaje? Kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anayemtegemea Mungu. And ni nikwambia kitu ya kwamba ukimtegemea Mungu hakuangushi. Mimi ni shuhuda, nimemwona katika mambo mengi mengi, yes. Hakuangushi. Amen. Hajawahi kumwangusha mtu, hajawahi kumdisappoint. Nakwambia si kwa sababu ya nimesoma, kwa sababu nimeona hata kwa angu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Tuone, turudi kwa Daudi sasa. Daudi alikuwa anamtegemea Mungu sana, Bwana Yesu asifiwe. Hata akienda vitani, wakati amepewa ile jukumu la kifalme, ameshika mfalme sasa, anachukua majeshi, anataka baende akapigani, alikuwa aendi hivi hivi, seme labda ni bebe tu majeshi yangu kwa na jeshi kubwa kwa kuwa labda na silaha nyingi ni bebe tu jamani sasa tunaenda tukapigana na na Wafilisti. Alikuwa haendi hivyo, haendi kichwa kichwa. Anakaa kwanza anamuuliza Mungu. Eti Mungu, hivi niende. Alifanya Mungu kama vile rafiki yake rafiki. Unajua sisi tunaleta tabia kusema nina best friend. Si ndivyo? Si wote tuna ma best friend hapa. Ukikwama sehemu unafuata best friend. Best friend, eti hapa sasa nifanyaje? Mbona kama anaona siwezi? Hem ni shauri best friend yangu. Anakushauri. Ndivyo Daudi alivyokuwa na Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Unaona eh? Alikuwa anamwambia eti Mungu, hapa sasa nifanyaje? Nenda kupigana na hao watu. Tutatoboa kweli? Au nitulie? Tusiende nitapigwa mimi kule. Eh? Tusiende nitulie kwanza. Mungu anamwambia labda nenda. Bwana Yesu asifiwe, nenda. Na akienda anawapiga. Kwa sababu gani? Amepewa go ahead na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Go ahead ya kimungu si ya mchezo, jamani, inabadilisha. Bwana Yesu asifiwe inapindua meza zilizofungwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama meza ambayo ilishinduliwa chini itapinduliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ikipinduliwa maidia hey see vitu vinabadilika. Amen. Kama ni majeshi na shila yake yote zitakuja zitaangamia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa huyu Daudi alikuwa ni mtu wa kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa mtu yule ambaye tuseme, labda anategemea akili, akili zake mwenyewe, alikuwa anaongozwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe na Mungu alikuwa anamuongoza kwa namna tofauti Bwana Yesu asifiwe. Na tunasema kwamba huyu Daudi yeye alitembea na Mungu kwa namna ya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na matokeo ya, ya kumweka Mungu kipaumbele ni kwamba Mungu hakuachi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa tunaona katika Zaburi ya 60 sura ya kwanza nasema kwamba e Mungu umetutupa na kutawanya. Umekuwa na hasira uturudishe tena. Kama tunasema kwamba Mungu alikuwa anamtegemea na Mungu alikuwa ni rafiki yake. Kwa nini ilifika wakati ya kwamba huyu uh, Daudi anaandika kwamba hapa, Mungu umetutupa na kutawanya? Ilitokea nini kwamba Mungu akamtupa aka Daudi mwisho, kwamba kuna hapa an, anaandika Daudi ni kwamba hii ni hisia yake, kwa kwamba anahisi Mungu amemtupa, anahisi Mungu amewatawanya, kwamba Mungu hayupo na, na wao tena. Bwana Yesu asifiwe. Je, tuone ni kwa nini Daudi alikopo anapata hizi hisia kwamba Mungu amewaacha Mungu amewatawanya Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba kinachomtenga mtu na Mungu ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba hapa ni kuna dhambi iliingia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sehemu Daudi alikosea. Kuna sehemu Daudi alienda kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tutaona katika kile kitabu cha Samueli wa pili sura ya kumi na moja mstari wa kwanza

mstari wa kumi na mbili. yule mwanamke akachukua mimba basi akapele... yule mwanamke akachukua mimba basi akapeleka na kumwambia Daudi akasema, ni mjamzito. Ndipo Daudi akapele... akapeleka kwa Yoabu akasema, unipelekee Uria mhiti naye Yoabu akampeleka Uria kwa Daudi. Uria alipomwendea Daudi Daudi amuli... alimuuliza habari za Yoabu na habari za watu wa habari za vita. Daudi akamwambia Uria, haya Shuka nyumbani mwako ukanawe miguu yako. Basi Uria akatoka katika nyumba ya mfalme na tunu ya vyakula ikamfuata iliyotoka kwa mfalme. Lakini Uria akalala mlangoni pa nyumba ya mfalme pamoja na watumishi wote wa bwana wake. Wala hakushuka nyumbani kwake. Watu walipomwambia Daudi ya kwamba Uria hakushuka nyumbani kwake, Daudi akamwambia Uria, Je, hukutoka safarini? Mbona hukushuka nyumbani kwako? Naye Uria akamwambia Daudi, sanduku, sanduku na Israeli yu na Yuda wanakaa vibandani, na bwana wangu Yoabu na watumishi wa bwana wangu wamepiga kambi waziwazi uandani. Nami niende nyumbani kwangu kula na kunywa na kulala na mke wangu? Uishivyo na kama roho yako uishivyo, mimi sitafanya jambo hili. Mstari wa kumi na mbili, basi Daudi akamwambia Uria "Ngoja hapa leo tena na kesho, nitakuacha ni kwenda zako." Basi Uria akakaa Yerusalemu siku ile na siku ya pili yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona doa la kwanza lilivyoingia kwa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Doa la kutamani mke wa Uria. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni dhambi ambayo Daudi aliifanya. Bwana Yesu asifiwe. Alitamani mke wa Uria ambaye nani? Ni Betsheba. Hakuwa mke wake. Ilitokani kwa sababu alichukua mapumziko ya kusherekea kwamba ule ufalme wake, sasa akachukua mapumziko, akawaambia sasa, Yoabu wewe nenda huko, kapigane, mimi nitabaki tu hapa nisherekee, ni kwamba nimepokea nini, ufalme wangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kile kitendo cha yeye kubaki ndo kilifanyaje? Kilizalisha dhambi, akaenda akamtamani mwanamke ambaye sio wa kwake, na ambacho kilipelekea zaidi, akazini naye. Bwana Yesu asifiwe. Na matokeo ya kuzini ni nini? ni yule Betsheba kupata mimba. Sasa ili kuifunika ile dhambi ili isijulikane kwamba yule Betsheba ile mimba sio ya Daudi, ndipo hapo ambapo akamwambia kwamba nani Ulia aje nyumbani apumzike, kwamba sasa Ulia, uko umepigana sana, kwamba sasa ufanyaje, uli nyumbani uchukue mapumziko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapo naona la kwamba Ulia anakataa, anasema yani niwaache kwamba wa, maskari wengine wapigane wa mimi nje nipumzike yani haikumwingia kabisa akilini Bwana Yesu asifiwe. Sasa bado nani Daudi akawa bado anazidi kutafakari njia ya kuifunika ile dhambi. Nifanyaje? Lakini doa ndo limefanyaje? Limeshaingia tena Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa dhambi hii ambayo ameifanya, kuna wakati katika vita walikopoona kama wanashindwa, Bwana Yesu asifiwe. Wa Wanakopigana wanaona kama vile wanashindwa. Akakaa chini akajiuliza, "Mbona Mungu umetuacha Bwana Yesu asifiwe?" Aona kama Mungu amewakimbia lakini kwa kugundua ya kwamba ni dhambi ambayo aliifanya kwa kulala nani na mke wa Ulia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuishia hapo tu, ili kuona kwamba ile dhambi inafunikwa, akafanya akapanga njama za kumua nani, za kumua Ulia, ambapo haikuwa ni kufunika dhambi, ilikuwa ni kujiongezea dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hakukumbuka kuomba toba, alikumbuka tu kumuua Ulia. Bwana Yesu asifiwe.